Tabora, karibu Toronto Saizi, sisi tunamtafuta mama tunamtafuta baba, lakini yeye ametulia tu. Mimi ni waombe wote kwa kweli, inaniumiza inatuumiza sote ambao tunajua thamani ya mtoto. Kwa kweli, mimi ninaomba yoyote mwenye taarifa ya mama ambaye ametelekeza mtoto aniletee taarifa ninatoa donge nono tu la shilingi laki tano kwa yoyote atakayeniletea taarifa halali kuhusu mama ya huyu mtoto, nitampatia shilingi laki tano keshu kutoka mfukoni kwangu ili mradi nipate mama ambaye ametelekeza huyu mtoto, ili amnyonyeshe mtoto wake. Siku ya tarehe kumi na saba muda wa saa kumi na moja saa moja na nusu kuelekea saa mbili alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba kabla sijamhudumia nilikuwa nahudumia wateja wengine nikawa nimemwomba anisubiri kidogo mapokezi baada ya kuhudumia wale wateja wengine kurudi mapokezi ndipo nilikuta kitoto kile kidogo kakitelekeza mavazi yake alipoingia alikuwa akajifunika kitenge na kapakata hicho kitoto nahisi kwa sababu mwonekano wake alikuwa kama vile mjamzito alivyokuwa akajifunika kile kitenge baada ya kutoka kuhudumia kule, ndo nilikuta kile kitengi, kitoto kakitelekeza pale mapokezi chini sakafuni. Ndipo tulipotafuta utaratibu labda wa kumpata mama wa mtoto, lakini hatukufanikiwa kumpata mpaka mida ya saa tatu usiku ndipo tulipochukua hatua ya kwenda kumripoti polisi mtoto ili aendelee kupata huduma. Huyo mama alivyokuja Alikuja na hali tu ya kawaida . Ehe, mtu ukimwangalia ni mtu tu mwenye akili timamu, hakuna kusema labda ana tatizo labda la akili, ni hakuna. Kabla sijamhudumia nikamwambiaje, nisubiri kidogo nahudumia wateja wengine, nikamwacha mapokezi, nikaenda kuhudumia wateja wengine nikamwacha mapokezi nikaenda kuhudumia ndipo sikumkuta, nikakuta kile kitoto kilazo sakafuni mapokezi. Umri wake kwa kumwangalia kama miaka thelathini au thelathini na moja. Hilo tukio tulivyolipokea tulipokea kwa huzuni, kwa sababu kile kitoto ni kichanga kilikuwa kinahitaji huduma ya mama Ehe. Kama, kama wazazi na sisi wenyewe ni wazazi, lazima hilo tukio lilituumiza, na ndipo tulipochukua hatua ya kuwa mtoto apate huduma kwa haraka. Tukio hili limetokea kweli kwamba mteja alikuja kama mteja hapa guest, kwa maana ya kutaka kupata hifadhi ya kulala lakini ikatokea vinginevyo, baada ya kuwa mhudumu amemwacha hapo mapokezi ili aende kuandalia wateja wengine wa, aliporudi akamkuta mtoto yuko peke yake, yule aliyekuja na yule mtoto kama mzazi amemwacha mtoto hapo reception. kwa hiyo ikatokea kama hiyo hivyo, mama akawa haonekani na mpaka dakika hii haonekani yule mama aliko na hajulikani. Jamii kwanza ijifunze kwamba mtoto ni haki yake kuishi na kama ataamua kuchukua mimba ina maana akijifungua anatakiwa mlee mtoto huyo. Aamini ya kwamba hata yeye alizaliwa, lakini ndio akafikia ukubwa kama kufikia kumzaa mtoto hivyo. Wale wanaoacha watoto wanakosea mno, hata Mungu wanamkosea pia. Ni nzuri sana kama atajitokeza, kwani anajua kabisa kwamba msamaha wa adhabu ambayo anaweza kupewa imeshasamehewa. Kwa hiyo, aamini ya kwamba mtoto ni haki yake lakini pia na yeye aamini ya kwamba serikali haina sababu na yeye ajitokeze, ili amlee mwanaye. Limenisikitisha kwa sababu mtoto anatakiwa alelewe na mzazi aliye mzaa. Sasa kama itakuwa alelewe na mtu mwingine, mapenzi hayawezi kuwa kama mzazi aliye mzaa. Kwa vijana wa kiume na kike, kadiri wanapopata nafasi ya kuzaa, wako wengine hawakupata nafasi ya kuzaa. Wao wanaobahatika kupata kuzaa, basi wajifunze ya kwamba wanahitaji kumlea mtoto waliye mzaa 17 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira majila ya saa tano usiku kuelekea saa sita, tulimpokea mtoto kutoka kwa Sergeant Agnesi ambaye alidai kwamba yule mtoto alikuwa ameokotwa kwenye guest ambayo inaitwa Kasuru pale mapokezi. Kwa hiyo kwa masaa yale ya saa tano usiku, sisi kama wahudumu na watu wa afya tulichokifanya ilikuwa ni kumpokea yule mtoto na kumwangalia kwanza kama alikuwa na changamoto yoyote hili, kwa sababu tuliamini kwamba kama ni mtoto mdogo ambaye hana mlezi wake basi anaweza akapata changamoto nyingi, tukiwa na maana kwamba anaweza akawa na upungufu wa sukari mwilini, anaweza akapata maambukizi, lakini vile vile anaweza akapata athari kwa sababu ya kukosa joto la mama, akaishia kupata changamoto za viungo vya ndani. Kwa hiyo tulimpokea na tulimwangalia. Tunamshukuru Mungu kwamba katika kumtazama kwa utaalamu hatukuona changamoto yoyote ile. Alikuwa ni mtoto wa kike, alikuwa na kilo mbili. Kwa hiyo tulichokifanya, tulimpima viashiria vya mwili kuashiria usalama, hatukuona changamoto yoyote. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia, miongoni mwake ni antibiotic, dawa ya kukinzana na wadudu ambao wanashambulia mwili lakini pia na kumwanzishia vyakula virutubisho ambavyo vitaendana naye kulingana na umri wake. Kwa mtazamo tulivyomuona, alikuwa kitovu chake kilikuwa kimekatwa vizuri, tukiwa na mwana kwamba tunahofia pengine alizaliwa kwenye kituo cha huduma ya afya, sio mtoto alizaliwa nyumbani. Kwa hiyo tunaomba media kwa msaada wenu mtakavyoweza, apatikane mama kwa ajili ya malezi ya huyu mtoto. Asanteni sana. Niko hapa kuhabarisha Wanazengo wenzangu, wananchi wenzangu wa wilaya ya Nzega, lakini pia na wanawake wote wa wilaya ya Nzega pia na wanaume, lakini na wanawake wengine ambao sio wa wilaya Nzega, labda mkoa wa Tabora au mikoa jirani, kuna mwanamke mwanzangu amekuja, ameenda gesti, ameacha mtoto wa siku tatu ambaye mpaka leo mtoto huyu tunamkadiria kuwa na siku tano toka amezaliwa. Amemtelekeza mtoto pale na ameondoka. Mtoto huyu, wale wa gesti wametoa taarifa polisi na dawati la jamii limeenda pale, limemchukua mtoto, limempeleka hospitali na kuniletea mimi mkuu wa wilaya kuweza kutangaza ili tupate mama ambaye anahusika kwa ajili ya mtoto huyu. Ni haki ya mtoto kupata maziwa ya mama kuanzia siku ya kwanza anazaliwa mpaka miaka miwili, ni haki yake kunyonya. Sasa nikiwa kama mama lakini nikiwa kama mlezi ndani ya wilaya, ninaomba yeyote yule anayetambua na anayejua kuna mama sehemu alikuwa ni mjamzito, amezaa mtoto lakini haonekani akiwa na mtoto. Atoe taarifa haraka kituo cha polisi Nzega ama ofisi ya mkuu wa wilaya Nzega. Kama kuna baba anajua mwanamke wake ametelekeza mtoto ama alikuwa na mimba yake na haoni ule mtoto alikopelekwa. Ninakuomba wewe baba, njo ofisi ya mkuu wa wilaya, nenda kituo cha polisi, katoe taarifa, tushirikiane kwa pamoja kuweza kumpa mtoto haki yake. Ni haki yake kunyonya, ni haki yake kulelewa. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na dawati ya jinsia tuna uwezo pia wa kumlea, lakini hatuna uwezo wa kumpa maziwa ya mama ambayo ni haki yake. Kwa hiyo niombe kila mmoja anayesikia atakayeona taarifa hii anisaidie na awe wakala wa kuweza kumtafuta mzazi wa huyu mtoto ili tuweze kumpatia haki yake ya kunyonya. Ni rai yangu kwa kila mwanamke, endapo utapata shida yoyote lakini utapata tatizo lolote, usimtelekeze mtoto. Hana hatia yoyote, huyu mtoto ni kiumbe, lakini ni malaika ambaye hajui chochote. Saizi sisi tunamtafuta mama, tunamtafuta baba, lakini yeye ametulia tu. Mimi ni waombe wote, kwa kweli, inaniumiza inatuumiza sote ambao tunajua thamani ya mtoto. Kwa kweli, mimi ninaomba yoyote mwenye taarifa ya mama ambaye ametelekeza mtoto aniletee taarifa. Ninatoa donge nono tu la shilingi laki tano kwa yoyote atakayeniletea taarifa halali kuhusu mama ya huyu mtoto, nitampatia shilingi laki tano kesho kutoka mfukoni kwangu, ili mradi nipate mama ambaye ametelekeza huyu mtoto, ili amnyonyeshe mtoto wake. Karibu, karibu Tabora, karibu Toronto.